Watetezi wa uhai wa binadamu mna hali gani kwa sasa? Uh, watetezi wa haki za binadamu wako kwenye changamoto kubwa, na ndio maana uone viongozi wote wanajaribu kutumia majina. Kwa mfano, wanaharakati wanajaribu kuliharamisha hili jina ili wapate namna ya kushughulikia wanaharakati. Kwa hiyo, watetezi wa haki za binadamu wana changamoto kubwa. Tunapokea vitisho vya kudhuriwa mili, kudhuriwa uhai, tunapokea vitisho uh, vya kuzuiwa tusirudi kwenye maeneo yetu tunakotafuta riziki zetu. E, lakini e, mimi kama nilivyosema, utamzuia utamtisha mtu mwingine, mimi utanitisha, e, mimi nitarudi nitakuja. E, tuliripoti kwenye mamlaka husika, lakini najua hatakamatwa, najua hataguswa, najua hicho alichofanya kinawafurahisha, najua ni mtu wao na ninajua na wao wanajua, ninajua kwamba wanaweza kumkamata ila hawatamkamata, sababu ni kijana wao, ni mtu wao. Yupo sehemu alipo, panajulikana. Sehemu anapofanya shughuli zake, panajulikana. They know him but they will not go and arrest him. Kwa sababu gani? Anafanya kitu kinachowafurahisha kwao. Mimi niamini tu kwamba eh, sio kwangu tu wote umeona kwa Mdude, umeona kwa Alfonso Lusako, umeona kwa wengi. Yani, vitisho vipo, vipo, vipo. E, mmesikia bungeni, wabunge wamehamasisha kabisa vyombo kwamba kenge. Unajua kenge ni nani? Kenge ni wanaharakati sisi, yani kwamba kenge ni Mwabukusi, e, kenge ni nani? Fuata kenge, walishughulika na kenge wa ndani. Tunaitwa kenge sisi, ukisikia kenge ni wanaharakati. Lakini nataka tuwaambie kama mtu afikiri sisi ni kenge hajue sisi sio kengendo kenge, endo, kenge maradufu. Eh, sisi hatuko hapa kutishwa, sisi tutazungumza. Kwa hiyo mimi niseme tu kwa uwazi kwamba mimi ninachofikiri kingine kikubwa kinachochangia ni kukosekana uwajibikaji, hasa upande wa Tanganyika Watanganyika. Watanganyika wanahitaji serikali yao bunge lao taifa lao kama Zanzibar, katiba ya Zanzibar ya mwaka elfu mbili na kumi imeshaanzisha taifa la Zanzibar kwa sababu Zanzibar imeshaanza ni taifa nao, Watanganyika wawe na taifa lao sasa. Hizi hata bungeni amna wakusemea wa kusemea usilikuwa unaona wanatukana na kuchochea, wanatukana Zanzibar, kwa sababu wanaona Watanzania ni kama nguruwe wetu. Ana uchungu wowote na kitu kinachotokea katika maisha, anahamasisha watu wa wauawe kwa sababu sio kwenza sio hana, uh, uh, uh, uh, vinasaba vya wazi vya moja kwa moja na niseme wazi hili, si, si pepesi macho. Mimi ni muumini wa uwepo wa Tanganyika. Ili tuwe na usawa katika kulinda maslahi ya rasilimali zetu na watu wetu, lazima kuwe na Tanganyika. Baraza la wawakilishi litakuacha, ni kama dhambi kuzungumza masuala haya? no, no, no, no, no, no, no, no, no. Fuatilia taarifa Kisanga, Nyalali, kamisha ya Warioba ikaje, ikapiga msumari kabisa. Serikali ya Tanganyika utakuwaje haramu? Kama ni haramu wamekamata wangapi Zanzibar baada ya kuanzisha taifa la Zanzibar? Unanielewa? Ndio huu ubwege naosema, yani muulize mtu kama unachukizwa. Mimi natamka tu kuwepo kwa Tanganyika. Marekebisho ya Zanzibar ya mwaka 2010 yameanzisha taifa la Zanzibar lenye kila kitu. Ndio maana unakuja bungeni unamchukua mtu huko ajui hata uchungu wa mdude, kwa sababu yeye kwa mentality yake Zanzibar ni nchi ya nje na wanakopa sasa eh. Kwa hiyo sio tunachotaka sisi, ni kwamba Zanzibar iwepo na mambo yake, Tanganyika iwepo na mambo yake, tuwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano ili kila mtu acheze mechi za kwake, yani kila mtu acheze mechi za yani, kilichopo saa hizi ni- ni kuonyesha ni sasa. Na ile Simba ilipelekwa kwenda kucheza Amani Stadium wakati uwanja wake ni Benjamin Mkapa. Ndicho kinachoendelea kwa Tanganyika. Tanganyika ipo TAMISEMI na waziri wake ndiye anaongoza ta. Aipo Tanganyika bro, Tanganyika imebemendwa. Tanganyika ilitekwa ikabemendwa, ikiwa mtoto mdogo kabisa kabla haijapata kujisimamia. Huu muungano huu hauna ruti ya wananchi ni ruti ya watu wawili Nyerere na Karume, lakini nao hawakwenda kwenye hatua. Basi kama kuungana, tuwe na jamhuri ya muungano wa Tanzania, Zanzibar isiwe na Tanganyika, tuwe na nchi hii moja. Uwezo ukasema tumeungana, mmoja ye anabaki na nchi yake na kila kitu, huyu mwingine anabaki ana chochote, alafu huyu mwenye nchi yake na kila kitu anakuja huku anakaa anakula kwetu anatumia vya kwetu, anakaa kwenye bunge letu, anajadili mpaka mambo yetu, mpaka watu wetu wanaotekwa na waita kenge. Sisi tumewahi kwenda kwenye baraza la wawakilishi, tukaita kenge watu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima tuzungumze kwa ukweli, sio kuogopa. Tunataka rasimu ya Warioba. Tunajua muda saa hizi hautoshi, na mimi tunataka kuambia watu uweze kufanya marekebisho yote ya katiba chache, lakini hichi ndio kipaumbele chetu. Tumeona CCM wameweka kwenye ilani yao katiba Unapozungumza katiba, manake tunataka taifa la Tanganyika, taifa la Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wenye haki sawa kwa pande zote zilizoungana.